Mwaka jana mwezi Septemba tuliendesha zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, zoezi ambalo lilienda mpaka Oktoba, lakini tunayo uhakika uh, uh, kwamba kuna watu wana sababu moja au nyingine. Wakati tunafanya zoezi hilo, pengine umri ulikuwa hujatimia, mm -hmm. au wengine walikuwa wana sababu nyingine ambazo ziliwafanya washindwe kuja kujiandikisha. Kwa hiyo mm -hmm. serikali imetoa uh, fursa ya awamu ya pili kama utaratibu unavyojieleza kwamba tunaanza tena zoezi kwa mkoa wetu wa Singida zoezi litaanza tarehe kumi na sita mwezi huu wa tano mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi huu wa tano, kwamba tunategemea kuandikisha kwa angalau watu hamsini na mbili elfu kwa hiyo wajitokeze wale ambao hawajajiandikisha, na kati yake wamo ambao wengine wanapenda kuisha taarifa zao kufanya marekebisho ya taarifa zao, kwao ni zoezi ambalo ni la muhimu sana na tukitambua kwamba haki ya kupiga kura ni haki ya kila mtanzania ambaye ametimiza vigezo labda asante kufunuzio pengine sasa vituo vitakuwaaje kwa mtu ambaye anasikiza sasa hivi nataka kwenda kujiandikisha na kwenda wapi kwa eneo lake ambayo iko vituo vitakuwa kama tulivyovifanya vile vya awali katika maeneo ambayo wananchi wanaishi katika maeneo yao wataona matangazo kwa hiyo tutakuwa na vituo ambao maeneo ya karibu na hasa maeneo ambayo yamelengwa kuandikisha watu hawa kwa hiyo waweze kufika kwenye serikali zao za mitaa serikali za vijiji, watapata zile uh, taarifa sahihi. Mwingine ananiuliza swali kwamba, je, utaratibu huu unakuwa una gharama yoyote? Kwa kweli utaratibu huu gharama ni yeye mwenyewe kufika katika kituo mm, na nisisitize, ofisi zetu za vijiji mm, ofisi za mitaa katika mtu anapoishi au ofisi za kata ndio mm, maeneo ambayo tunatolea huduma katika kipindi hichi. Kwa hiyo hakikisha wanafika hakuna gharama yoyote ya mtu kwenda kujiandikisha kwenye laini ya simu kuna msikilizaji. Nani mkuu wa mkoa kadi mcezaji naninakoa nakushukuru sana mzee wangu, huko uliko wewe umeshajiandikisha na ndio maana tayari una kadi. Kama unayo kadi yako, huna sababu tena, wewe unasubiri tu kupiga kura, lakini sisi tumelenga wapiga kura ambao wapya kabisa ambao hawajajiandikisha na hawana kadi zaidi ya hamsini na mbili elfu mia nne tisini na saba pia kuna ambao tunakadiria 24531 hawa wanaenda kuuisha taarifa, labda ameama eneo la makazi ametoka eneo moja kwenda kwa kue eneo lingine, au taarifa zake zimeongezeka kuna nyongeza. Kwa hiyo anaenda kuuisha tu, lakini wewe na kadi yako mzee wangu umesha graduate. Haya, uh, mwingine kwenye line ya simu hapa. Alo, nani na uko wapi? Karibu. Mimi ni ambe atumbe na pakara tindiko kwa wajaja na kwa watoni. Kwanza nampongeza mkuu wa mkoa kwa kutoa maelekezo mazuri, anaendelea kuhimiza umuhimu wa kujiandikisha kwa wale ambao hawajajiandikisha na kutoa maelekezo, na pia nakukubali kuulizwa maswali. Kwa mengine huwa yanatutungua sana, kwamba inafika mahali, kwa sababu amesema kwamba ukijiandikisha kwenye vile kituo ndipo naweza kupigia kura kwenye kile kile kituo, si ndiyo? Sasa ilifika mahali majina ambayo tulijiandikisha kwenye kile kituo tukakuta yamehamisha ea kituo kingine tofauti, ingawa ni ndani ya kata hii lakini

Tapokea simu tatu halafu tutakuja kuyajibu kwa pamoja. Nani mwenzangu na wapi? Karibu kwa majina. Naitwa Rama Mbogo, niko pande za mwandigembe Singida. Kwa kwanza nimpongeze mkuu wa mkoa wa Singida, anafanya na, jambo zuri sana yeah. mimi nina miaka kumi na saba, sijafikisha miaka kumi na nane. Yeah. inahitaji kwenda kujiandikisha lakini inaje siku ya kupiga kura ikaa labda mgonjwa, niko labda hospitalini, labda mkoani hiyo siku, ni tafadhaji na mimi nahitaji labda nimpigie Mama Samia. Asante sana, salama. Karibu, nani mwenzangu, uko wapi? Naitwa mwiko wa mwiko, anatokea Mtamaa. mm. nauliza mbona vituo vimepunguzwa kutoka vitano vimekuwa viuri? Kwa mfano hapa Mtamaa kuna Mtamaa shule ya msingi na Mpisi sasa, eneo ni kubwa la kata ya mkama hapa, inakuaje? Ah, mheshimiwa mkuu wa mkoa, uh, karibu e, maswali swali la kwanza ni kuhusiana ila la mtazaji wa mwisho kwamba katika kata ya Mtama ni kushukuru sana <coughs> kama nilivyoeleza pale awali, tunaenda kwa lengo la kuandikisha watu wachache ambao walikuwa hawajajiandikisha au hawajapata fursa ya kujiandikisha, na tunauhisha pia taarifa za watu wachache ambazo haziwezi kulingana na zile zoezi kubwa ambalo tumelifanya mwezi Septemba. Sasa hivi nchi yetu inaenda kisayansi tumefanya sensa, takwimu tunazo, tunazitumia na tunapopanga vituo tayari inatuonyesha katika wakazi wa eneo fulani wengi hawajajiandikisha au wengi wamejiandikisha. Kwa hiyo concentration inaenda pale ambapo wengi hawajajiandikisha, ndio tumepeleka vituo na ndio maana tumevi station kwenye eneo lao la mtaa, eneo la kijiji, ambayo aliwezi kuwa mbali katika serikali zao za vijiji. Kwa hiyo wajue kabisa tunapoenda huko tayari limeshafanyika study ndogo na kujua wapi tunamlenga nani ili akajiandikishe. Ya ndugu yangu aliyouliza miaka miaka kumi na saba kisheria bado, hmm. Asubiri mwaka mmoja akifikisha kumi na nane, basi naye atapata haki yake ya msingi ya kupiga kura. Lakini ile swala la kusema kwa nini tunahamisha vituo, mimi kama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya hawezi kuhamisha kituo hmm. pale tunapoweka vituo na mahoteo wananchi wenyewe wa eneo husika wakati wa utendaji kazi halisi inaonekana kwamba kituo kilipo na sehemu alipo inaonekana kwamba kuna umbali au kuna pingamizi lolote au kuna ukinzani, wanakaa pale, wanakubaliana, ndio kituo kinahamishwa, kinatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo ni wao wenyewe wanakuwa wamekubaliana katika mamlaka walioko, kama ni kijiji, kama ni mtaa, kama ni kitongoji, huwa tuna tunafanya hivyo. Eh, karibu nani na uko wapi? Asante sana ndugu mtangazaji, hapa mimi napatikana ndao zasingida iko hapa mirungu songa mbele. Swali langu napenda kuuliza mkuu wa mkoa, sisi tuliandikisha ita ngapi kupata NIDA, sasa sijui pale NIDA inaweza ikatimiza na enyewe katika kupiga kura au yenyewe aielusiwi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili swala la NIDA yenyewe limekaaje katika kufanuzi Nia, nianze kwanza na yule mwananchi ambaye alinifurahisha sana, alihamasika, anasema kwa mfano, nimeumwa niko hospitali hey, hey, yeah, inakuaje ni na mm, mimi nataka kupiga kura tena, ameongea moja mm, kwa moja, nataka kumpigia kura mama Samia. Yeah, mimi ni sema nimemsikia mm. Uh, zipo uh, changamoto kama hizo ambazo zinajitokeza, hata kuna wenzetu wengine wako magerezani, wengine wako wapi. Mimi naomba nilichukue, nitakaa na kamati yangu ambayo inaratibu shughuli zote hizi yeah, kuona kwamba kama je tumeweza meweza kufikiria hilo kama hatujalifikiria tuna wakati mzuri wa kutosha na kuweza kuratibu, lakini sitamani waumwe wana Singida, natamani wote wao wazima siku hiyo tuende tukapige kura. Uh, kuna ujumbe pia kutoka kwa wasikilizaji uh, Naitwa Tobias Mwanakatwe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umesema katika zoezi hili la pili tunatarajia kuandikisha watu elfu hamsini na mbili. Je, idadi hii itakuwa imeongezeka ukilinganisha na watu walioandikishwa uchaguzi mkuu ambao umefanyika ishirini ishirini? Tunapoenda kuandikisha na maana yake tunaboresha, kwa maana kwanza tuna wale ambao wamegraduate kwa maana ya umri, sasa wamefikia miaka kumi na nane na kuendelea ambapo ishirini ishirini walikuwa hawajatimiza umri huo, lakini hmm. katika maeneo yetu tuna wahamiaji wanakuja kuwa wakazi wa kawaida mfano, nijichukulie mimi mwenyewe, wakati tunaandikishwa nilikuwa Dar es Salaam, lakini sasa niko wapi? Singida. Singida kwa hiyo hmm. nimejiandikisha tena wapi? Singida hmm. kwa hiyo tunakava mambo kama hayo, kwa hiyo lazima kutakuwa na ongezeko kwa sababu watu wanaongezeka kwa maana ya umri, lakini watu wanaongezeka kwa maana kwamba wengine wamehamia, lakini watu wanaongezeka wengine kwa maana ya kuhamasika, wakati ule labda jajiandikisha, mwaka huu amehamasishwa, amehamasika na kuja kujiandikisha tena. Kwa hiyo maoteo, ndio maana mara nyingi tunaweka Mauteo, lakini wakati mwingine mahoteo yanaongezeka. Kwenda kujiandikisha ni muhimu, kwa sababu ndio pasipoti yako ya wewe kupiga mm, kupiga kura. Yaani kama unasema kwamba unataka usafiri lazima uwe na pasi ya kusafiria mm. Kwa hiyo tunataka kwenda ukachague kiongozi, kile ndio kibali chako cha wewe kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Kwa hiyo usipokuwa nacho, muda ukafika, ukatamani kwenda kumchagua, halafu huna hicho kitambulisho cha kupiga kura, ina maana umepoteza haki yako ya msingi ya kupiga kura ni wa, ni wa kumbushe, na kwa hiyo mimi niwakumbushe. Na nafurahi sana kuwasikia viongozi wengi wa maeneo wengi tayari wameanza kuhamasika na kuhamasisha watu wao. Wote tuhamasishane twende tukachague viongozi wetu, na unajua kuna raha yake kwamba nilienda nikapiga kura mm, nimempata kiongozi inayemtaka na mimi nimeshiriki, ni sehemu ya. Lakini pia nilienda nikapiga kura sikumchagua kwa sababu ya mapungufu yake. Kwa hiyo yale matokeo mtu anaona asilimia tisini wameniunga mkono kumi labda bado sijawafikia katika. Kwa hiyo mimi naomba watu wote wajiandikishe, wajitoe, twende tukawachague viongozi wetu. Kubwa mimi napenda tu tuendelee kuchapa kazi, amani yetu iendelee kudumu. Lakini kama mnavyonipongeza mimi, na mimi nawapongeza sana wananchi wote kutoka makundi mbalimbali mbali ya mkoa wa Singida. Hakika kwa kweli, Meimosi waliitendea haki, wote tulishiriki, kila mtu katika kitengo ambacho yupo Niliona watu wanashiriki kikamilifu kutoka chini, mama Lisha wametulisha sana katika kipindi hichi, mpaka mm -hmm. wale walioko juu kwenye mahoteli wamelaza wageni wetu bila malalamiko yoyote Saan. Kwa kweli na mimi nawapongeza viongozi wenzangu mm. -hmm. wa chama na serikali, nawapongeza wadau kama nyinyi watu wa habari, yani mlifanya kazi nzuri kweli kweli, yani Saan. kila mtu alikuwa akinipigia simu, jamani, mm -hmm. nchi imesimama kwa ajili ya Singida, lakini isinge simama kama sio nyinyi mme-kuitendea haki. Kwa hiyo na mimi nawapongeza sana, mlilibeba jambo letu, limeenda vizuri sana.